Hatuoni hii ni tatizo. Tunataka kuingia bungeni, tuingie bungeni kwa sababu nini? Kwa sababu ya mishahara na marupurupu, sio kwa sababu ya kuwatetea Watanzania. Kwa sababu hakuna namna kwa sheria zilizopo legal framework, constitution na discretion zinazoendelea katika nchi hii itu tutatumia bunge kuiwajibisha serikali hiyo. Hakuna hoja yaani, mantiki yoyote ya kushiriki uchaguzi haipo. Mi nilitarajia na siku zote ninasema we need leadership We don't need a position. Nia ni ubunge. Hakuna chama ambacho kinaweza kikanishinda, ila kuna chama kinaweza kikaninyang'anya ushindi. Hey, inatusaidia nini? Unakwenda unajikunya hata kwenye ubunge, unakwenda kuchukua mapocho, mapocho unachukua laana, watu wanakufa, watoto hawana madawati madarasani, wakulima kilio kila mtu kilio, viko kotovi na mega na kutafuna wa Tanzania wenzetu, lakini we are too selfish too greedy. Yani kila mtu anakimbizana na pesa tu pesa tu pesa tu. Mimi nataka kusema siku tunapata madaraka, wa Tanzania hakikishe bunge ni moja ya taasisi ambayo ni very lowly paid, kwa sababu hata kwa sifa za mbunge za darasa la saba, hata angekuwa analipwa laki tatu inatosha na hakuna kazi yoyote ya maana inayofanywa na bunge katika taasisi ambayo haifanyi kazi yoyote nchini bunge. Na mimi nilisema ingewezekana bunge hata lifutwe kwa sababu kila anachotaka rais inachotaka serikali ndicho kinachokuwa sasa ku, ili kupunguza gharama, ni bora basi baraza la mawaziri likikaa lifanye, litekeleze, bunge lisiwepo, kwa sababu bunge linachofanya kikubwa ni kukata na kushangilia tu hatuoni serious bunge ikileta uwajibikaji. Juzi walikuwa wanajadili ripoti ya CAG, nipeni hitimisho la maana lilofanyika zaidi ya maigizo na utani. On serious note, lazima tujue na tuambie wenzetu hatutaki kwenda kwenye uchaguzi na kauli za kuremba remba kwamba eti oh, tusipoingia sijui CCM si itamuafekti nini? Wewe unaingia kufanya nini kule? Kula hela ya laana. oni tusikatae. Kwa nini tusiongoze civil disobedience? Tunachotaka sio lazima tulete vurugu, sio lazima tubebe mapanga. Kwa nini tusihamasishe wananchi kwa njia mbalimbali za kusira na kukataa kutoa mchango yetu? Tuna sababu gani ya kungangania kwenda? Ni kwa sababu we are interested in our stomach, we don't care about the future of this land. Ndio maana utakuta kuna machawa chama tawala, kuna machawa na huku kwetu kwenye upinzani hakuna mtu yuko tayari kumwambia kiongozi wake hapana hisi sawa unashindwa nini kuonyesha msimamo sio lazima tuwashinde wanaweza wakakataa wana majeshi wakafanya kila kitu lakini onyesha umepinga kataa ile nafasi kataa dhuluma kataa kushiriki uchaguzi wake atu lakini kikubwa ni kuhakikisha uchaguzi haufanyiki hata wakituzidi watuzidi, lakini dunia ijue tumekataa. Hili ndio la msingi. Sio kwamba hivi tutakataa tutashinda. Hapana, tunaweza tusishinde kabisa, lakini we will send a message to them, tumekataa.